Akihutubia kwenye mahafari ya saba ya kuwatunuku stashahada wahitimu wa fani mbalimbali mbali katika chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua, kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Kaliua Daktari Gerard Mongela, katibu tawala wa wilaya hiyo Sostenes cha kupanyuka, pamoja na kuwapongeza wahitimu amewasihi kuendelea kuongeza elimu zaidi ili kupanua wigo wa kupata ajira ikiwa ni pamoja na taifa kupata wataalamu hodari waliobobea katika sekta mbalimbali mbali. Usiridhike na elimu hii mliyoipata hapa, endeleeni kutafuta elimu zaidi ili taifa lipate wataalam wadani waliobebea katika fani mbalimbali mlizosomea ili kuunga mkono kwa vitendo jitihada za mheshimiwa rais wetu katika kauli mbiu ya Tanzania na viwanda. Na ndio hapa mna kozi hadi ya, ya umeme, kozi ya maji, hayo yote mina ya mambo yakua Awali akisoma taarifa mkuu wa chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua Zakaria Hamisi amesema jumla ya wahitimu mia mbili thelathini na nne wa fani mbalimbali wamehitimu elimu ngazi ya stashahada kwa fani mbalimbali ikiwemo mbali maendeleo ya jamii, umeme wa majumbani, ufundi bomba na ualimu wa elimu ya awali. Kwa sasa chuo ya jamii usimamizi wa rasilimali watu, TEHAMA, umeme wa majumbani, ufundi bomba na ualimu wa malezi. Zote ngazi zinaanza ngazi ya cheti hadi diploma, na mahafali zetu huwa zinahusika kwa kutunuku wanafunzi wa stashahada pekee. Kwa hiyo jumla tuna wahitimu mia mbili na thelathini na nne waliokivi na kufika mwisho wa mafunzo yao waliodumu nasi kwa miaka mitatu. Ndugu mwenye rasmi chuo chetu bado kina mipango mingi ambayo iko kwenye hatua za utekelezaji na ni ndoto ya chuo chetu, chetu kufikia hatua ya kuwa chuo kikuu hapo baadaye, lakini kabla ya kufika huko tunatamani kuwa tumeongeza kozi za afya ili kuendelea kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto za wanajamii kozi ya maendeleo ya jamii, nimefurahi kumaliza. Natamani kabla sijapata ajira, nimepanga kwenda kujiajiri mwenyewe kwa sababu nimesoma somo la ujasiriamali. Inabidi nianze nalo somo la ujasiriamali, ili nianze kupata mwanga, ilimadi nikija kupata kazi nitakuwa nitakuwa sijabweteka. Naitwa John Venus Mayala, ya social work. Hiyo kauli imepokea kwa kwa chanya ya manake, kwaiti lichokipata na mimi ndio kufanyia kazi mtaani kwangu na matokeo nitayapata. Kwa upande wake, meneja wa chuo Onesimo Sanga amewatia moyo wahitimu akisema ni matumaini yake kuwa elimu walioipata itakuwa msingi na dira kwenye maisha yao. Na sisi tulipita njia ambayo ninyi leo mnalipita lakini niwatie moyo kwamba huu sio mwisho, amba mnaitindo te kutumisha hapana, bali ni mwanzo. Kwa hiyo mbele ya safari inayofuata tutakuwa na changamoto nyingi za kila rangi, lakini nimewatumaini yangu kwamba kwa kuwa nyinyi ni wapambanaji, basi mtafanya vizuri.